Kwa namna ambavyo mgogoro unavyoendelea kati ya Irani pamoja na Marekani ambao kimsingi ni kwamba Marekani ameamua kusimama badala ya Israeli na Israeli amebaki kuwa eh, anaangalia kile kinachoendelea, lakini anapeleka shinikizo kwa Marekani, eh, matakwa ambayo anayataka kwa anampa eh, baba yake. Tunafahamu Marekani na Israeli wao ni kitu kimoja, na kwa amu hii E, ma, e, Israeli imeamua Marekani isimame kwenye nafasi yake, ipigane na Irani, lakini yenyewe ibaki inaishinikiza Marekani kwa ajili ya kuifanya Irani iweze kutimiza matakwa ambayo Israeli ina, ya, e, inayataka. Lakini kwa namna mgogoro unavyoendelea hadi hivi sasa ni kwamba e, kwa mazingira ambavyo yanaonekana ni kwamba Marekani anamsikiliza zaidi Irani anamsikiliza zaidi Irani kwa mazingira uh, yafuatayo. Kwanza uh, Marekani imeitishia mara nyingi sana e, Irani kwamba mpaka uh, kuweza kuleta zile silaha za kivita uh, aircraft carrier uh, USC Abraham Lincoln kwenye kuba ya ya huku ya, ya, ya, ya Uajemi, ni kwamba ilikuwa ni tishio la kuweza kuilazimisha Irani iweze kukaa kwenye meza ya mazungumzo kwa ku, eh, kwenda ku, kuzungumza mambo ambayo Irani wao hawatati ha kiyazungumza, ambao mambo yenyewe ni kwamba kwanza, eh, lazima wazungumze kuhusu masuala ya ukudishaji wa nuklia. La pia ku, eh, ya, eh, ili, lakini pia wazungumze kuhusu masuala ya kuweza kutengeneza makombora yao, kuhusu utengenezaji wa makombora ya hypersonic missile, lakini pia kuwepo na ajenda yale makundi ambayo Irani naya support makundi kama eh, ya Houthi, ya el Yemen lakini Hamas eh, Hezbollah ah, ilikuwa ni moja ya ajenda ambazo Marekani alikuwa na hefosi E, ilani iweze kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kuweza tuzungumza haya maswala, lakini ilani wameweza kukataa kusema kwamba wao wapo e, tayari kwa ajili ya kuweza kufanya mazungumzo, lakini e, swala la e, ulinzi wa nchi yao kuhusu utengenezaji wa makombora e, haya ya hepasonic misaili haitakuwa sehemu ya ya mazungumzo hayo. Lakini pia e, suala la kuweza kuzungumzia e, proxy e, zile proxy za, za, za, za Irani kama hayo makundi ambayo nilikuambia, makundi kama ya Wakus e, kundi la Hamas pamoja na Hezbollah, hii alitakuwa sehemu ya mazungumzo ambayo Irani wataweza kukaa pamoja na e, Marekani kuweza kuzungumza. Lakini e, kuna swala jingine la zenyu au sehemu ambayo E, Marekani walikuwa natatua waweze kufanya e, hu, hiki kikao au waweze kufanyia mazungumzo pamoja na ma Iran. Awali ilionekana kwamba mazungumzo yanafanyika nchini e, Uturuki, ambayo e, sehemu ambayo ilionekana kwamba ilipendekezwa na, na, na Marekani lakini baadaye e, Ilani waliweza kukataa wakisema kwamba wao hawataweza kufanya mazungumzo kwenye sehemu ambayo wao wanajihisi kwamba hawapo salama. Kwa hiyo wakaamua sasa kuweza kubadilisha sehemu ya kuweza kufanya mazungumzo na kuweza kupeleka e, haya mazungumzo e, Oman, Muscat. Kwa hiyo utaona paka hatua hii ni Marekani anamsikiliza zaidi e, Ilani kuliko Ilani kuweza kumsikiliza e, e, Marekani. It, it, angalia kwenye zile ajenda ambazo eh, Marekani alikuwa na ifosi Irani uwezi kukaa akuweza kuzungumzia Irani, wakaweza kuzikataa wakaweza kusema wao, wakasema kwamba eh, kama ni kuhusu swala la urukibishaji na sio urutubishaji wa nyuklia na urutubishaji wa uranium na sio vinginevyo kama madai ya Marekani ambayo e, ilikuwa inataka, lakini pia tumeona kwenye e, sehemu ya kuweza kufanyia e, nini mazungumzo haya. Marekani ilikuwa inataka e, e, ifanye hizo Uturuki, lakini e, Irani imeweza kukataa e, na kuweza kuhamishia mazungumzo e, nchini Oman, Muscat e, nasema kwamba Irani yenyewe inataka kuwa na sehemu na, na kitu kingine pia ambacho nataka kufahamu kwamba Irani inaweza kukataa, inaweza kukataa e, nchi za magharibi kuweza kushiriki kwenye haya mazungumzo, na hiki nakuja kwa sababu EU kwamba walishaliita hili jeshi la mapinduzi la Irani IRGC kama kundi e, la kigaidi duniani. Kwa hiyo wao wanaona kwamba e, sio e, sehemu, hawawezi kuwa sehemu ya mazungumzo. E, haya ya kuweza kufikia e, amani e, kutokana na humu mgogoro ambao unaendelea kati ya Marekani pamoja na Irani ambao kimsingi ni mgogoro ambao upo kati ya mgogoro ambao upo kati ya Israeli pamoja na, na Irani. Na kwa hiki e, Ulaya naweza nikasema kwamba wanaendelea ku, e, kutengwa kwenye masuala ya e, kuleta amani duniani kwa sababu tuliona hata e, kwenye mazungumzo e, ya e, kwenye mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kuhusu eh, eh, kwenye mgogoro kati ya, eh, ya, eh, kwenye hii vita kati ya eh, Urusi pamoja na eh, Ukraine eh. EU wengi hawajaweza kushirikishwa za, zaidi. Wamekuwa eh, waki, wakipata taarifa kutoka kwa mshirika wao Ukraine lakini wao kuweza kushiriki moja kwa moja kwenye mazungumzo ambayo yanakuwa yanaendelea kwa ajili ya kuweza kuleta suluhu wao, e, wamekuwa hawashiriki moja kwa moja. Kwa hiyo hata hili e, ambalo linaendelea kati ya Irani pamoja na Marekani kwenye haya mazungumzo e, Irani wameweza kukataa kwamba wao hawataki e, Ulaya kuwa kama sehemu e, ya e, usuluhishi au kuweza kushiriki katika haya mazungumzo ya kuweza kufikia amani ambayo ipo eh, inatokana na mgogoro ambao upo kati ya Marekani pamoja na, na, na, na Irani. Sasa ni nchi gani duniani ambayo inaweza, ika intumishia kifua Marekani kwa kiwango hiki e, wewe mwenyewe unaweza kujiuliza ni nchi gani? Kwa, kwa hiyo Irani yameweza kutuonyesha kwamba anaweza anaweza kusimama uh, na kuweza kujibishana na, uh, na Marekani, lakini kiukweli sio nchi zote ambazo zinaweza zikasimama na kuweza kubibishana au kubi, kubishana na nchi ya Marekani. Tuliona wakati eh, Donald Trump anavitaka kile kisiwa cha Greenland eh, mara baada ya nchi kadhaa za Ulaya kuweza kuonyesha uh, kwamba wao wanaenda kinyume na, na matakwa ya Donald Trump na Donald Trump kuweza kuwatu, ku, ku, ku kuwapa vikwazo, tuliona nchi kama, kama Ujerumani ambayo ilikuwa imeshapeleka wanajeshi kwenye hicho kisiwa, baadaye kesho yake nadhani waliweza kurudisha vile vikosi, waliweza kuamua vikosi vya kijeshi viweze kuondoka. Ina maana waliweza waliogopa e, e, e, kwamba hivi vikwazo ambavyo Donald Trump alikuwa ametangaza ame kuwapatia kutokana na kukataa kukabidhi kisiwa kisi cha e Greenland, waliona kwamba wao kinaenda kuwaumiza. Lakini tukiangalia kwa upande wa Irani, wao wamekuwa kwenye i Kwazo kwa muda mrefu toka kwenye e, mapinduzi yaliyotokea 1979 e, paka leo wao e, wanaishi kwenye vikwazo. Kwa hiyo hawa tunaweza tukasema e, ni mabingwa wa vikwazo, ni e, vitisho, e, vitisho ambazo Marekani imekuwa akivitumia e, bado zimekuwa hazifui dafu kwa sababu kupeleka hizi e, meli za kivita, ya ya pamoja na ndege nyingine za kivita e, karibu na Irani ili kuweza ku, E, kuweza kukuitishia ku, Irani kwamba iweze kukaa kwenye meza ya mazungumzo lakini e, Irani e, yeye e, ameonesha kwamba yupo tayari kwa lolote na wamejipanga zaidi ya e, ile vita ya mwaka jana ya Juni e, vita ya, ya, ya siku kumi na mbili vita ambayo ilipigwa kati ya Irani pamoja na Israeli kwa kushirikiana na na Marekani. Kwa hiyo vitisho vimeweza kushindwa, kwanza walian, walianzia kwenye maandamano, mara baada ya maandamano kuweza kushindikana. Ndo tukaona baadaye wakapeleka hizi silaha za kivita karibu na Iran ikiwa ni sehemu ya kuweza kuitisha Iran ili iweze kufata yale Marekani ambayo inayataka. Kwa hiyo e, paka tunavyozungumza sasa hivi, kama ni meki basi, Iran inaongoza, na Marekani basi bado anajitafuta kwa ajili ya kuweza kuonyesha ile ile superpower yake ambayo wengi tumeshaizoea, lakini kwa hapa na tunaona kwamba eh, Donald Trump anataka kuongea na, eh, na na, na, na, na huyu supreme leader wa, eh, wa Irani Ayatollah Ali Haman, Khamenei, lakini eh, Ayatollah yeye alishasema hawezi kufanya mazungumzo au hawezi, ku, hawezi kupokea simu ya jano Donald Trump kwa sababu yeye hana kitu ambacho anaweza akajifunza kutoka kwa huyu mtu. Kwa hiyo unaona Marekani na inaelekea kama kuwa vile bado inajitafuta kuweza kulinda ili hadhi yake ya kuwa taifa kubwa super power, lakini kwa hiki ambacho kinaendelea kati yake na Irani, Irani ni kama vile inaizalisha Marekani kwa sababu kwa sababu e, aile ambao e, Marekani anavitaka na Irani yeye anaenda kinyume au Anazikatana. Mwisho wa siku Marekani anakuja kukubaliana na kile ambacho Irani e, anakitaka ana, ana. Kwa hiyo mazungumzo kwanza yanafanyika leo siku ya Ijumaa Omani. Kwa hiyo tusubiri nini.